Ulimwengu unapoadhimisha siku ya afya ya mdomo, miongoni mwa matatizo yanayoonekana kuwasumbua wengi ni hisia kali za meno. Tatizo hili likionekana kukithiri miongoni mwa vijana na watu wenye umri wa makamo. Ni kutokana na hayo, ambapo wataalamu wanazidi kutilia mkazo mfumo bora wa kulinda kinywa na kuwepo kwa utaratibu ambao utamlinda mtu dhidi ya uwezekano wa kupata matatizo ya meno. Mwanahamisi Amadi alizungumza na Daktari Philip Mwakazi, ambaye anatujuza mengi kuhusu tatizo hilo la mwasho ama hisia kali za meno katika makala ya Siha na Maumbile yanayofuata sasa. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity and people come in and they're like oh it works I can have ice cream and I'm not in any discomfort I recommend Sensodyne because it works it's brilliant watoto wenye umri wa miaka mitano hadi 26 na, na watu wazima walio na umri wa miaka 40 hadi 56 wameonekana kuwa wengi miongoni mwa wagonjwa wanaotafuta matibabu ya meno haswa meno yenye mwasho ama hisia kali wakati mtu anapotumia aina fulani ya vinywaji ama vyakula. E, mwasho wa meno, ile hali unasikia uchungu fulani kwa meno ambao hupiti sekunde 30 ahi kwenda dakika moja. Mara mingi, e, huu mwasho huwa na e, sababu kadhaa. Sababu ya ambayo ni kawaida ambayo usipata nayo ni mtu akuwa na tundu kwa jino. Okay, what you call a cavity Ugonjwa wa ufizi pia ukionekana kuchangia tatizo hili. Ufizi wafaa kufunika jino kwa sehemu lingine, lakini wakati kote kuna ugonjwa wa ufizi, sehemu hiyo inaachwa kufunikwa na ufizi hapo kwa jino. Sasa wakati ukikunywa kitu chako moto ama baridi ama hata kunasema kitu ambacho iko na uh, spicy unasikia mwasho wa juu na japo watu wa umri fulani wameonekana zaidi kuathirika na tatizo hili, wataalam wanasema kila mmoja yuko hatarini iwapo hatozingatia mambo muhimu katika afya ya meno na kinywa. Mtu ambaye mara nyingi ako kwa hatari zaidi ni yule ambaye hazi, hazingatii usafi wa meno, hapigi mswaki vizuri. So meno yake yako hatari ya kupata haya matundu ya meno ama ugonjwa wa ufi, ufizi. Kwa mtu ambaye unazingatia, unapiga mswaki vizuri, hauna tundu kwa meno lakini wala haya matunda ya machungu yenye chachu wanasema, limau, ndimu, maembe, utapata unapata bado huo mwasho wame, wame, na mara nyingi jino au meno yanapoathirika na tatizo la mwasho au hisia kali dalili zifuatazo huanza kujitokeza. Umekuwa kunywa chai chako moto, umekuwa kula barafu yako baridi, lakini kitambo ina kusumbua. Hilo ni swali ya kwanza unafaa kujiuliza, eh hey, kuna shida gani iliyo nayo kwa sasa. Namba ya pili ni wakati ukipiga mswaki tu Unaona kuna vile umeweza kupiga mswaki na mahali ukipiga mswaki unasikia kuna huo mwasho ama discomfort, unapata ukipiga mswaki. Pia ukikula vyakula vyako vya chachu, nimekwambia limao, maembe mabichi kadhalika, utapata venyewe usababisha mwasho lakini kwa kawaida haikusumbui kita na sasa inakusumbua. Dalili ambazo, iwapo hazitotiliwa maanani, zinakithiri na kusababisha madhara zaidi. Jino hili litaendelea kutoboka. Litakupa uchungu na mara nyingi litabidi litoboke kwa hali ambapo litabidi lingolewe. Kitu kingine pia, ukiwa na tundu kwa jino ambalo litaendelea umelidharau, limekuwa mwasho lakini bado ulidharau, lazima weka uchafu. Uchafu lita harufu mbaya, harufu mbaya. So hiyo mwasho ni kitu ambacho unafaa kuzingatia mwanzo. Ni kutokana na usumbufu kama huo ambapo matibabu mbalimbali yanapendekezwa. Kuna ile nitonga home therapy ambayo tunaweza fanya nyumbani, okay? Kwa ile toothpaste ama ile dawa ya meno ambayo unatumia. Okay, kama kwa sasa kuna hii dawa yaitwa Sensodyne, yajulikana yasaidia sana na sensitivity, lakini haimaanishi imetibu kwa. Mara nyingi huu mwasho ukizidi, tunakushauri ufike kwa daktari wa meno, ambapo sasa ataangalia sababu ni gani unaopata mwasho ambao hauwezi saidika na dawa ya meno peke yake. Na pengine ni kitu gani muhimu zaidi, wakati huu wa ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya afya ya meno, ambacho watu wanastahili kuzingatia katika swala zima so la afya ya meno cha msingi ni kupiga mswaki angalau mara mbili kwa siku. Hiyo nayo ni kimsingi kwa usafi na afya bora ya meno. Cha pili ni kutembelea daktari wako wa meno mara mbili kwa mwaka, kila miezi sita, afanye uchunguzi na pia kukushauri zaidi. Na cha mwisho ni chakula ama mankuli unayokula yawe mankuli ambayo yanasaidia sana afya bora ya meno na ufizi. Upenda kula matunda, punguza sukari.